Huyu ndiye Elisha William Sindiqui. Elisha William Sindiqui alisoma Bachelor of Science in Computer Science katika Chuo Kikuu cha Dodoma yani UDOM, na kuhitimu mwaka 2016. Baada ya kuhitimu, aliwaunganisha wenzake wafuatao: Betha Landu, Elias Emmanuel, Jackson Berage na ngolo Daudi Thomas na kuamua kuanzisha kampuni ya Today Sky. Today Sky ilianza kama social network na baadaye ikazaa Today Sky News na mobile app. Elisha ndiye chief executive officer wa kampuni na hapa anaongelea juu ya uzinduzi wa application nyingine mpya pamoja na huduma wanazotoa. Kwa majina anaitwa Elisha William Msindikwe, ni mmoja kati ya team member wa Today Sky Group kampuni ambayo tumeanzisha hivi punde mwanzoni ilianza kama social media ikiitwa 2daysky peke yake. Baadaye tukatengeneza 2daysky News ambayo ni gazeti la habari, tukatengeneza mobile application. Tumekuwa tukidili na product nyingi nyingi, tukiwa kutengeneza website za watu, kutengeneza mobile application na system mbalimbali, lakini leo hii tunazindua application yetu mpya kwa ajili ya malipo ya bills, ambapo watu wanalipa malipo ya bili za aina mbalimbali, bili za miezi mitatu, miezi miwili, mwezi mmoja, wiki inawezekana ikawa ni bili ya bodaboda, bili ya nyumba au bili ya bajaji, kitu chochote ambacho umekodi kinakulazimu ulipe kila baada ya muda fulani. Ndio application hii itaweza kusaidia.